Pakia vitu vyako, ondoke kwenye nyumba yangu! Angalia hii kitu kibaya ulichonizalia, najua hata ulichokibeba tumboni hakitakuwa tofauti. Juma, kuna nini kimetokea? huwezi kunifukuza kama mumbwa <tri> Neema, nimesema sikutaki wewe na huyo mtoto wako manitia aibu. Neema aliuliza kwa sauti iliyotetemeka huku sauti ya Juma ikivuma katika kijiji kizima kama radi. Jua lilikuwa juu katikati ya anga likitoa joto kali juu ya uwanja wa vumbi wa boma lao pale maisha ya Neema yalipobadilika ghafla. Kwa miaka mingi, Neema alisimama bega kwa bega na Juma, alisimama naye katika njaa, katika maradhi na katika zile usiku mrefu, alipokuwa akiahidi kuwa siku moja maisha yangekuwa bora. Alimwamini, alimwamini kwa moyo wake wote, alimzalia watoto, alipigania mustakabali wao, lakini leo hakumtambua tena mwanaume aliyesimama mbele yake. Juma alikuwa amemkumbatia mwanamke mdogo kiumri, mwenye maumbo yaliyojitokeza wazi, mwenye kujiamini kupita kiasi, akiwa amevaa gauni jekundu fupi lililomkumbatia mwili wake kama ngozi ya pili. Macho ya mwanamke huyo hayakuwa na huruma, yalikuwa na ushindi mtupu. Miguu ya Neema iliyovimba ilitetemeka. Mimba aliyokuwa nayo ilikuwa nzito na yenye maumivu, lakini maumivu ya moyo yalizidi hata yale ya mwili. Jambo lililokuwa linafanyika mbele yake lilikuwa dhambi iliyo wazi. Juma, nini kinatokea? Neema alinong'ona, huku akiushika mkono wa binti yao mdogo kwa nguvu. Juma hakumtazama, badala yake alinyoosha mkono wake kuelekea langoni. Utaondoka leo, alisema kwa sauti baridi isiyo na chembe ya huruma. Rudi kwa watu wako, nimechoka na hii ndoa. Neema alikodoa macho, amechoka baada ya yote, aliutazama yule mwanamke aliyebanana na Juma, gauni lake jekundu linang'aa chini ya jua la mchana. Mwanamke alitabasamu kwa dharau, akifurahia machafuko. Juma, sauti ya Neema ilipasuka. Unanifukuza nikiwa na mimba yako tumboni na mtoto wako huyu akiwa hapa. Mtoto alijishikilia zaidi kwenye kanga ya mama yake, akiwa hajui kinachoendelea, moyo wake mdogo ukiwa umejaa hofu. Lakini Juma hakutikiska. Aliinua kidevu chake kama hakimu anayetoa hukumu. Wewe ni Nema naema, nimesema sikutaki. Wewe ni na huyo mtoto nahitaji wako manitia aibu. Nahitaji furaha, nahitajika mwanamke atakayenizalia watoto wazuri, sio hiki kitu unachokiita mtoto. Alimnyoosha kidole binti yake, mkono wake mwingine ulimkumbatia yule mwanamke kijana kwa nguvu zaidi. Huyu ndiye atakayenipa kile ambacho hukuwahi kunipa. Maneno hayo yalimchoma Neema kuliko kofi lowote, mzigo mkosi. Baada ya kujitoa mhanga kwa kila kitu, mimba iliyomnyonya nguvu, uzuri wake uliopotea, usiku aliyolala njaa ili juma ale, matusi ya ndugu zake aliyoyavumilia ili kulinda ndoa yao, yote hayakuwa na maana tena. Macho yake yalijaa machozi, lakini alikataa kuyaacha yadondoke. Sio mbele yake, sio mbele ya mwanamke huyo. Alijinyoosha ingawa mwili wake ulitetemeka. Basi baada ya miaka yote niliyotembea kando yako, unamchagua mgeni juu ya mama wa watoto wako? Taya ya juma ilikaza. Si mgeni yeye, ndiye maisha yangu ya baadaye. Moyo wa neema ulivunjika vipande vipande, lakini hata ukiwa umevunjika, alikusanya heshima yake kama kanga inayopigwa na upepo wa hamatan. Aliinua mfuko wake mdogo kwa mikono itetemeka akamshika binti yake mkono. Bila kusema neno lingine, alielekea langoni. Kila hatua ilikuwa kama kubeba mlima mgongoni, lakini hakutazama nyuma hata mara moja. Wananchi wa kijijini walitazama kwa mbali wakinongona, wengine walimhurumia, wengine walimhukumu, lakini hatma hatma ilikuwa ikiangalia pia. Kabla ya yote haya, neema alikuwa mwanamke mrembo kupinda uzi kwa kweli alikuwa mrembo kuliko wanawake wote kijijini. Kila mwanaume alitamani awe mke wake. Alipopita wanaume walisimama kumwangalia, wasichana walikubali ukweli, Neema hakuwa na mfano. Alipokwenda mtoni kuchota maji, wanaume walikimbilia kumsaidia, vijana waligombana kubeba ndoo yake, wengine walimfuata hadi nyumbani kusaidia mama yake kuni, kwa matumaini ya kuonekana. Lakini Neema alikuwa mnyenyekevu mpole, mwenye heshima, alikuwa akiwaheshimu wazee, akitembea kwa staha, na hiyo ndiyo ilimumvutia Juma. Siku walipokutana Neema alikuwa njiani kwenda sokoni, kikapu chake kikiwa kimesawazika kichwani, akihumuni taratibu. Njia ilikuwa tulivu, miti mirefu ikitoa kivuli, harufu ya pombe ya mnazi ilichanganya na upepo. Juma alitokea katika kona ya barabara, mrefu mwenye sura nzuri, mwenye kujiamini aliposikia habari za uzuri wa Neema, lakini alipomwona ana kwa ana alisimama ghafla. Mambo ya asubuhi, alisema kwa tabasamu. Neema alishusha macho kwa aibu. Asubuhi njema, ni kubebe kikapu, Juma alipendekeza. Naweza, alisema kwa upole, lakini Juma alisisitiza kwa wema, si kwa majivuno. Walitembea pamoja, mazungumzo yakatiririka. Neema akacheka, akajikuta akimwambia mambo hajawahi kumwambia mtu. Walipofika sokoni, kitu kidogo kilikuwa kimeanza, kitu cha upole lakini chenye kuvu ya kukua. Siku zikapita, wiki, miezi, urafiki ukawa mapenzi. Juma akawa mgeni wa kudumu nyumbani kwa mama yake Neema. Alikuwa mwenye bidii, mwenye ndoto, mwenye ahadi. Kijiji kikasherehekea walipotangaza ndoa. Neema aliamini amempata mtu wa maisha yake. Lakini mapenzi haya kumsogesha. Mwezi mmoja baada ya ndoa, Neema alipata mimba. Kijiji kikafurahi. Juma akajivuna chini ya mti wa mkuyu akisema, Nitapata mtoto mzuri sana. Najua atafanana nami. Lakini miezi ilivyopita, Neema alianza kubadilika. Uzuri ukafifia, mwili ukadhaufika. Hata wazee wakaanza kunong'ona. Hii si ya kawaida. Alipojifungua mtoto alifanana naye, mdhaifu mchovu. Juma alitabasamu mbele ya watu, lakini ndani yake kitu kilivujika. Tangu siku hiyo akabadilika kabisa. Miaka miwili ikapita katika ukimya na maumivu. Usiku mmoja, Juma alirudi nyumbani akiwa amelewa. Neema alikuwa amelala pembeni, akimkumbatia mtoto wao. Usiku huo, jambo lilitokea, si kwa mapenzi bali kwa ulevi na hisia zilizokufa. Asubuhi ilipofika Juma alifumbua macho yake, usingizi wa ulevi ulimwondoka ghafla kama mtu aliyemwagiwa maji baridi. Pembeni yake Neema alikuwa amelala uso wake uliodhoofika ukiwa umeelekea kwenye mkono wake. Moyo wa Juma ulibana kwa hisia nzito: majuto, hasira, kichefuchefu na kukataa. Alinyanyuka ghafla kutoka kitandani kama mtu amechomwa na moto. Nilifanya nini mimi, alinongona kwa sauti iliyotikiswa na hitma. Upuuzi gani huu? Mungu apishe mbali. Alitoka nje ya kibanda kwa haraka, akipumua kwa nguvu, akitembea hapa na pale uwani, mikono yake ikipita kichwani kama anataribu kufuta kumbukumbu ya usiku ule. Kwa Juma haikuhisi kama alilala na mke wake, ilihisi kama alilala na mgeni kabisa, si Neema aliyempenda dhamani. Kuanzia asubuhi hiyo kitu ndani yake kilivunjika. Tangu siku hiyo Juma akabadilika kabisa. Hakuweza hata kumtazama Neema bila hasira kubana kifua chake. Alimwepuka kama maradhi hatari, alilala seleni, wakati mwingine nje kwenye benchi, chochote ili asikaribie yule mwanamke aliyewahi kumwapa kumpenda milele. Neema aliona mabadiliko hayo, aliyahisi kama kisu kinachozama zaidi kila siku. Hakuzungumza tena naye hakumbembeleza mtoto wao. Alizunguka nyumbani kama ni mgeni aliyekwama kwenye jinamishi. Lakini ndani ya moyo wa Neema kulikuwa na hofu nyingine iliyokuwa ikikua. Wiki chache baada ya usiku ule wa ulevi, alianza kuhisi dalili alizojua vyema: kichefuchefu cha asubuhi, kizunguzungu, uzito tumboni. Alijua alikuwa mjamzito tena. Hofu ilimkaba. Juma angefanya nini? Angepokeaje habari hiyo? Ilhali tayari alimchukia mtoto wa kwanza. Ilhali hakuvumilia hata kumwona. Jioni moja alikaa mbele yake, mikono yake ikitetemeka. Juma, nahitaji kukuambia kitu. Juma hakunyanyua macho. Aliendelea kumenya kiazi cha kuchoma kana kwamba Neema hakuwa chochote ila upepo. Juma alisema kwa sauti ndogo, Nadhani nina mimba. Kisu kikaanguka chini polepole. Juma aliinua macho yake, macho yaliyojaa mshangao, kero na giza zito. Umesema nini? Midomo ya neema ilitetemeka. Nina mimba. Ukimya mzito ukatawala, ukimya wa kutisha. Kisha Juma akacheka, kicheko baridi kisicho na uhai. Mimba, alisema, ya nini tena? Laana ya pili. Machozi yakamjaa Neema. Tafadhali Juma, alisimama gafla akimwinamia kwa hasira. Hapana, sitakubali hili, sitazaa tena kiumbe kinachofanana na kile kilicholala pale. Alinyoshea kidole kibanda alicholala binti yao. Neema aliziba mdomo wake kana kwamba maneno yale yalikuwa makofi. Juma alianza kuzunguka uwani kama mnyama aliyenaswa. Ulinitegea usiku ule alisema, kwa mate, ulipanga hili, umetaka kunifunga milele kwa vitu visivyo hata sura ya binadamu. Maneno yale yalichoma moyo wa Neema vipande vipande. Usiku huo Juma hakulala nyumbani, alikaa nje akinywa pombe na mwanamke mdogo aliyekuwa ameanza kumwona kwa siri, yule yule ambaye baadaye angesimama pembeni yake akiwa amevaa gauni jekundu, akitabasamu wakati dunia ya Neema ikivunjika. Siku zilivyopita Juma alizidi kujitenga, alikataa chakula chake, alikataa kumsindikiza kliniki, aliacha kabisa kuchangia chochote nyumbani. Uwanjani aliwanongoneza rafiki zake, sijui huyu mwanamke amebeba roho gani, amegeuka kitu kingine, hata watoto wake wanazaliwa na mkosi wake. Uvumi ukaenea kama moto wa nyika. Wengine walisema Neema amelaaniwa wengine walihisi amekosea mizimo, wengine wakamkwepa kabisa, wakiogopa ugonjwa usiojulikana uliomnyang'anya uzuri na nguvu. Lakini ndani ya giza la usiku, neema alilia peke yake, alimkumbatia binti yake na kunong'ona, sijui kwa nini haya yananitokea, lakini sitawaacha, wala wewe wala huyu aliyetumboni. Mama yake alimtembelea mara kwa mara, akimwombea akimsihi arudi nyumbani lakini Neema alibaki. Alibaki kwa sababu ya mapenzi, alibaki kwa sababu ya tumaini. Tumaini kwamba mwanaume aliyemwoa angerudi, yule aliyewahi kumpaka miguu baada ya kazi ngumu, yule aliyewahi kucheka naye chini ya mti wa embe. Lakini mwanaume huyo hakuwepo tena. Miezi ikatambaa polepole, Neema akazidi kudhoofika, tumbo lake likazidi kuwa zito, uso wake ukazama zaidi macho yake yakapoteza mwanga kabisa. Wananchi walimtazama akitembea pole pole kwenda mtoni, wengine wakamnongoneza kwa huruma, wengine kwa hofu. Juma karibu hakurudi nyumbani, na aliporudi alilala, alikula, akaondoka tena. Nyumba yao haikuwa tena nyumba, ilikuwa uwanja wa vita wa ukimya na ndoto zilizovunjika. Miezi saba ndani ya mimba Wakati Neema hakuweza hata kutembea bila kushika tumbo lake, janga likatokea. Juma alirudi nyumbani mchana ule akiwa na mwanamke. Sio mwanamke yoyote. Mwanamke mrembo, mdogo kiumri, mwenye kujiamini, ngozi yake iking'aa, hatua zake zikijaa majivuno. Alivaa gauni jekundu lililomkumbata mwili wake kama ngozi ya pili. Tabasamu lake lilikuwa kali, macho yake hayakuwa na huruma. Alisimama pale kana kwamba yeye ndiye mwenye nyumba. Neema aliganda pale alipokuwa, pumzi ikamkatika. Juma, huyu ni nani? Alinong'ona. Kwa nini unaleta mwanamke mwingine nyumbani kwetu? Juma hakusita, hakutetemeka. Huyu yupo hapa kunipa kile ambacho wewe huwezi, alisema kwa baridi. Neema alimkodolea macho kwa mshangao. Unamaanisha nini? Juma aliinua kidevu, sauti yake ikipanda. Pakia vitu vyako na ondoka kwenye nyumba yangu. Maneno yale yalimpiga Neema kama radi. Yule mwanamke akatabasamu kwa dharau, akimsogelea Juma zaidi, kana kwamba anatia alama yake. Neema alishika tumbo lake kwa mkono mmoja na mkono mdogo wa binti yake kwa mwingine. Juma, tafadhali, alinong'ona. Nina mimba yako lakini uso wa Juma haukubadilika. Sitaki kusikia ondoka, kabla ya jua halijazama jioni. Ile Neema alipanga vitu vyake vichache taratibu, machozi yakimdondoka kimya kimya. Binti yake alisimama pembeni akiona uchungu bila kuuelewa. Akiwa hana pa kwenda, Neema alifunga nguo zao kwenye kanga, akambeba mtoto mgongoni, akachukua chungi kidogo, akatoka nje ya nyumba aliyokuwa iki yake. Alisimama kidogo, tumaini Juma angebadilika, lakini hakutoka, hakumtazama. Alikuwa ndani akicheka na mwanamke aliyemchukua nafasi yake. Kurudi kwa baba yake haikuwa chaguo, aibu ingemponda. Basi Neema akatembea, akatembea na kutembea, kupitia mashamba, kupitia miti ya embe, kupitia kumbukumbu. Usiku ukaingia, mwezi ukachomoka, hatimaye pembezoni mwa kijiji aliona kibanda kilichoachwa cha zamani, kimechakaa, lakini kimesimama. Aliingia ndani akaanguka chini. Hakukuwa na taa, hakukuwa na chakula, kulikuwa na giza, ukimya na maumivu mazito moyoni. Hapo Neema alikaa kwa sababu hakuwa na pakwenda, kwa sababu alikuwa na mtoto tumboni, kwa sababu hakuwa na nguvu tena na huku Neema akipambana na mateso katika kibanda kile kidogo, Juma aliendelea na maisha yake kana kwamba hawakuwepo tena, lakini hatma hatma ilikuwa ikiandaa doroma. Neema aliendelea kuvumilia kwa sababu mama havunjiki hata dunia ikijaribu kumsaga. Usiku mmoja wa mvua kali, anga ilipasuka kwa radi, umeme ulipasua giza na Neema akaanguka magotini, tumbo lake likijikaza kwa uchungu. Ilikuwa wakati wake. Binti yake alilia, alipomwona mama yake akipambana ya peke yake. Hakukuwa na mkunga, hakukuwa na dawa za asili, hakukuwa na maji, hakukuwa na mume. Kulikuwa na taa iliyokuwa ikizima, mtoto aliyekuwa na hofu na mwanamke aliyekuwa akipigania uhai wake. Masaa yakapita, kilio cha neema kikajaa ndani ya kibanda kidogo. Hatimaye mtoto alizaliwa, kilio cha mtoto kikapasua ukimya wa usiku. Na ndipo Nema akashangaa. Mtoto huyu hakufanana kabisa na wa kwanza. Alikuwa na macho makubwa yenye kung'aa, midomo iliyojaa uzima, ngozi laini na yenye mngao. Mtoto huyu hakufanana na mama yake aliyedhofika. Mtoto huyu alifanana kabisa na Juma. Nema alilia, si kwa huzuni, bali kwa mshangao. Labda mateso yake yalikuwa mtihani Labda mtoto huyu alikuwa ishara. Labda uzuri wake haukupotea, bali ulifichwa na mzigo wa maumivu. Alimkumbatia mtoto wake na kunong'ona, wewe hutapitia niliyopitia mimi. Habari zikasambaa haraka kijijini, wanawake wakaanza kunong'ona, wanaume wakashangaa, watoto wakakimbia bila viatu wakisema, Neema amejifungua na mtoto ni mzuri sana. Habari zikamfitia Juma. Mwanzoni hakujali, lakini watu walipoanza kulinganisha uzuri wa mtoto na wake, kiburi kikamjaa. Akamwacha yule mwanamke wa gauni jekundu na kukimbilia kujionea. Aliingia kwenye kibanda alichomfukuza mke wake. Hapo alikuwa Nema, dhaifu, mchovu, lakini akiwa amembeba mtoto aliyefanana na mwana wa kifalme. Moyo wa Juma ukatetemeka. Nema alinongona. Mtoto huyu anafanana nami. Nema aliinua kichwa taratibu. Macho yake yalikuwa matupu, lakini roho yake ilisimama imara. Ulitutupa, alisema kwa sauti ya utulivu. Uliniacha wakati nilipokuhitaji zaidi. Juma akapiga magoti, aibu ikimfunika. Nisamehe Nema, turudi nyumbani. Tuanzie upya. Mwanamke wa gauni jekundu akatokea mlangoni, uso wake umejaa wivu. Juma, unasema nini? Juma hakumjali, alitaka kumshika mtoto, lakini Neema akarudi nyuma. Ndipo Neema akaona ukweli wazi. Hakuwa amekuja kwa mapenzi, alikuwa amekuja kwa sababu ya kiburi, kwa sababu mtoto alifanana naye, kwa sababu kijiji kilikuwa kinanong'ona na hapo kitu ndani ya Nema kikajifungua pia: heshima yake, thamani yake, ujasiri wake. Alisimama dhaifu, lakini thabiti. Hapana Juma, sitarejea. Macho ya Juma yakapanuka. Nema, tafakari, huna pakwenda. Nema akatikisa kichwa kwa utulivu. Nina amani, kitu ambacho sikuwahi kuwa nacho nikiwa na wewe. Mwanamke wa gauni jekundu akasogea. Juma, twende. Kwa mara ya kwanza, Juma akamtazama kama alivyowahi kumtazama Nema kwa masikitiko. Ondoka hapa, akamwambia kwa hasira. Tokeni nje. Mwanamke akapiga kelele kwa mshangao, akakimbia huku akilia. Juma akamgeukia Nema tena. Tafadhali, niruhusu nirekebishe. Niruhusu nitunze watoto. Nema akamtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya uchovu, lakini amani. Ulivunja kila kitu ndani yangu, na baadhi ya vitu havirekebishiki. Alimbeba mtoto wake na kumwangalia kwa upendo. Nitawalea mwenyewe, mbali na chuki yako, mbali na mkanganyiko wako, mbali na maumivu ulionisababishia. Juma akapiga magoti, machozi yakimdondoka. Nema lakini Neema akatikisa kichwa. Ni kuchelewa. Akampita binti yake akishika kanga yake, mtoto mchanga akibonyezwa kifuani. Wananchi waliotazama walinyamaza, wakimwona mwanamke aliyewahi kuwa mrembo zaidi kijijini akimwacha mwanaume aliyemwangamiza. Lakini alipokuwa akitembea, kitu cha ajabu kilitokea. Mtoto aliyekuwa mikononi mwake akang'aa chini ya mwanga. Wananchi wakashangaa. Uzuri wake unarudi, mtu akanong'ona. Na kweli, ingawa Nema alikuwa mwembamba dhaifu, na mwenye jeraha za mateso, uso wake ulianza kung'aa tena. Uzuri wake haukurudi kwa sababu ya mwanaume, haukurudi kwa sababu ya kukubalika, ulirudi kwa sababu alijichagua mwenyewe. Miezi baadaye, Nema alijenga maisha mapya katika kijiji jirani akaanzisha biashara ndogo, akapata nguvu mpya. Mtoto wake akakuwa mrembo ajabu, binti yake akachanua kwa furaha. Wanawake wakamheshimu, wanaume wakamvutia kwa mbali. Na Juma, maisha yake yakaporomoka. Mwanamke aliyemfuata akamwacha, fedha zikakauka, watu wakaanza kumcheka. Kila usiku alikaa peke yake akitazama ya mlango akisubiri familia isiyorudi tena. Majuto yakawa kivuli chake hadi mwisho wa maisha yake. Nema aliyekuwa julikana kama mrembo kuliko wote akajulikana kwa jambo kubwa zaidi, mwanamke aliyesimama tena baada ya kuvunjwa, mwanamke aliyejenga maisha yaliyoshindwa na usaliti. Hadithi yake ikawa funzo, nguvu yake ikawa hekaya na watoto wake walikuwa wakijua ukweli mmoja tu, ujasiri wa mama ni wenye nguvu kuliko dhoruba yoyote. Funzo la hadithi: namba moja, mapenzi yasiyo na heshima ni sumu. Namba mbili, na mwanamke hapotezi thamani yake kwa mateso. Namba tatu, mzazi anayethumulia kwa ajili ya watoto ana nguvu ya ajabu. Namba mne, kujichagua mwenyewe si ubinafsi, ni wokovu. Namba tano, majuto huja pale thamani inapouzwa. Wito kwa watazamaji: kama hadithi hii imekugusa moyo, jiunge na channel ya stori za Moric, ipende video, toa maoni yako chini, funzo gani umefunza, share ili iwafikie wengine. Asante kwa kusikiliza.